Kauli ya Philips imeungwa mkono na wachambuzi kadhaa wa kisiasa na kijamii ambao wanaona kwamba hatua ya kupelekwa wanajeshi mjini Los Angeles ni mfano halisi wa kuongezeka kwa taswira ya kijeshi katika jamii ya Marekani. Kwa wengi, tukio hilo linaonekana kama jaribio la kuonyesha nguvu za dola dhidi ya raia badala ya kuimarisha mshikamano wa kitaifa America has Marekani imekuwa taifa la kijeshi kupita kiasi. Maandamano ya hivi karibuni ya Los Angeles na utumiaji wa wanajeshi kunyamazisha maandamano hayo ni mfano mzuri wa jinsi Marekani inajotegemea nguvu yake kukandamiza upinzani wa ndani. Katika miaka ya hivi karibuni, mashirika ya haki za binadamu yamekuwa yakipiga kelele kuhusu matumizi ya vikosi vya polisi vilivyojihami kwa silaha nzito na vifaa vya kijeshi, hata kwenye maandamano ya amani. Matumizi ya mabomu ya machozi risasi za mpira na nguvu kupita kiasi dhidi ya raia wasio na silaha yamezua maswali kuhusu hatima ya demokrasia ya Marekani. Wataalamu wanahoji ikiwa haya ni maandalizi ya serikali kujihami dhidi ya mabadiliko ya kisiasa au ni hatua za makusudi za kupandikiza hofu miongoni mwa raia ili kuwanyamazisha. Mabadiliko haya yanaashiria si tu kushuka kwa viwango vya heshima kwa haki za kibinadamu, bali pia kuporomoka kwa maadili ya kidemokrasia ambayo Marekani imekuwa ikiyatangaza duniani kwa miongo kadhaa. David Phillips anaonya kuwa ikiachwa bila kupingwa, hali hii inaweza kupelekea serikali ya Marekani kuwa na mamlaka makubwa yasiyo na mipaka. Hali hii inakinzana na maadili ya kidemokrasia ya Marekani na katiba yake. Kuna hatari kubwa ya Marekani kutumia mfumo wa udikteta. Ni bunge na mahakama ndo zinaweza kuzuia madaraka ya rais nikiripoti sura ya dunia kimataifa, jina langu ni Bakari Chimpanga.